Faradhi udhu sita. Sheikh anakurudisha uzuri wa kitabu hiki, kule. Juzuu ya kwanza nakutajia, juzuu ya pili nakutajia, na juzuu ya tatu anakutajia, ili kile ulichokomba kisahau kule, hapa nakukumbushe, nakuleta hizi hizi, amugie uli ameleta hizi, ili wewe ukumbuke.

ya kwanza ni nia, lakini kule alitajia tu ania kasuriwaji lakini hapa sasa anakuja kukueleza hiyo nia inakuwa pahala gani? Anasema ania ya kwanza ni nia enda rasili auali jusu ini nimoji na hii nia utaileta wakati wa kuanza kuosha kiungo cha kwanza cha uso hapa unatakiwa uwe na nia ya kutawadha. Sisi tunaelewa iida kasi wakati unaosha au wazi chusuii kiungo cha kwanza kabisa vinakuwai chas ia wakati unaanza kuosha uso. sio kusema, si tunaelewa, wakati wewe umefika kwamba umenawa viganja vyako viwili vya mikono, si tumeelewa, umemaliza, umesukutua, umemaliza, unaanza kuosha uso, tahdhiru nia inakuja hapa kuenazulisha ile nia ya udhu sasa, inakuja ya wakati unaanza kuosha usu. Nia hapa sasa inafanya kazi wakati unaanza kuosha usu, unaweza kuona kama kama kama jambo lakini lakini si si, wewe unataka nyumbani au unataka una una kutawala huko nyumbani, una nia ya jumla kwamba mimi nataka nichukue uso, una nia ya jumla mimi nataka nichukue uza. Sasa unapofika kwenye kitendo, ile nia ndio inatakiwa iamke iwe hadi iwepo wewe kama unataka kuchukua hii meza kutoka pale kuelekea hapa, wakati unanyanyuka kutoka hapa kwenda kwenye meza mie hapo, kwenda kuchukua nini meza, si tumeelewa? Lakini sasa wakati umeshafika hapa kwenye meza, umefika hapa kwenye meza si ndio? Unataka kuibeba. Wakati unataka kuibeba hii meza, nguvu nazo zitayarisha ni sawasawa na zile ambazo ulizokuwa unatoka hapa unaenda pale kwenye meza. Maanake hapa sasa wakati unataka kubeba, mwili unajiandaa, akili inajiandaa na misuli inajiandaa kwamba sasa hivi sasa, sasa naingia kwenye kubeba nini eh, kubeba kitu kizito na nauzu hivyo hivyo, na swala hivyo hivyo. Maanake baada unapoingia kwenye kile kitendo sasa, ile nia sasa ndiyo inatakiwa istihdaruhum, sasa iwe kabili. Umeeleza sasa umeeleka sasa ile nia kamili, si tumeelewana? Tunaelewana jamani, haya mambo, wala hataki kukalifisha ana kalifishi nafsi. Sawa, kujua sasa haya maji sasa ndio maji ya kwanza. Mimi naweka kwenye uso wangu naanza udhu sasa, hiyo nia yenyewe. Hawezi kuwa mtu mania mtu aliye kafilika, yaani mtu kafika bombani kafungua, wala hajui nataka kufanya nini. Huyu ni mtu kakafilika, nia hana nia kwa hiyo, nia ni kitu dakiku jiddan, ni kitu maalum sana sana sana, na hasa mtu anapokuwa yuko kwenye ibada. Kuchukua udhu ni ibada, sio ibada, ni amri, unatekeleza nini? Ya ayuha aladhina amanu ila komtu bina salati fansilu ujuhakum biamri, hii ni ibada. Kwayo hii ibada lazima istikhdharu nia, na mtu anapochukua udhu vizuri kwa nia nzuri, na swala na swali kiswok na mtu anapochukua udhu akaoshaosha tu na swala anaoshaosha tu, kwa sababu hata nia ya swala yenyewe inaanza kwenye nini? Kwenye udhu. Kadiri unavyotawadha vizuri, ndiyo kadiri utakavyoswali vizuri. Kadiri unavyotawadha vibaya, ndivyo ambavyo utakavyo swali vibaya. kwa hiyo tuwe makini kwenye kuchukua udhu. Kwa hiyo Sheikh anasema faradhi ya kwanza ania, ni nia ainda rasi au walichuzu vivi, nia hiyo iwe wakati wa kuosha kiungo cha kwanza, mi naniwajiii cha uso sawa. Kwa hiyo umekuja wemaka kambana nia yako nikuosha uso nawo anachimbako vimbili vizuri sukutua kuweka maji kuwani, unaanza kuosha uso, ujue kwamba ndio kiungo cha kwanza cha faradhi. Naanza kuosha hivi vyote, ulivyoanza hivi vilikuwa sio faradhi, hivi ni sunna. Lazima ujue hivi na nini, inaanza kwenye kiungo cha faradhi, sio kiungo cha sio kiungo cha faradhi ya ghaslul wajhi ni kuosha uso min mabati shar ras, kuanzia mwanzo wa nywele za kichwa, kuanzia mwanzo wa maoteo ya nywele za kichwa. Ghaslul wajhi ni kuosha uso min mabati, min mabati kuanzia tigai kuanzia maoteo ya nywele min mabati shari ras, kuanzia maoteo ya nywele shehe. Anakufafanulia huo uso mwanzo wake ni kuanza maoteo ya nywele, ila ilataha mpaka mwisho wa kidevu. Zima, zima. <coughs> Ya pili nasu uliwaji hii ni kuosha uso, mimambate shari kutoka maoteo ya nywele arrasi, nywele za kichwa, ila muntaha mpaka mwisho azakani wa kibesi Sawa, hiyo ni tula urefu, kuanzia zinapo zi zinapoanza kuota nywele sawa, ila muntahi adhakani, mpaka mwisho wa kidevu. Sawa, waminanibuzuni ila libuzui, na kutoka sikio mpaka sikio. Sawa, huu ndio uso kuanzia mawateo ya nywele, mwanzo wa mawateo ya nywele mpaka mwisho wa kidevu, na kutoka sikio mpaka sikio. Hii sehemu yote inaitwa uso. Sawa jamani. Ah, tatu anasema masuli ya daini maalumu mirfaqaini

ni kuosha mikono miwili pamoja na mafundo mawili yote leish, ya yaoshe wa maa tahta al adfaru tawilati sawa, so. na chini ya kucha ndefu, yaani kama mtu anakucha ndefu asioshe huku juu tu, aoshe na mmo chini yake, kwa mtu aliyefuga kucha ndefu alati tastulu l anamila chini, ambapo kuna stiri al anamila ai al aturafu al asadi. Al anamila ni vichwa vya vidole, ncha vya vidole zinaitwa anamila, sawa so, kucha ndefu, kucha ikiwa ndefu inastiri kucha ya vidole. Maana kustiri ni kufunika, nikufunika ina inafunika ncha za vidole. Sasa kama kucha imekuwa ndefu mpaka inafunika ncha za vidole, hii kucha itabidi uioshe nje na ndani, inamustiri ncha za vidole, anasema Ras ni kupaka sehemu ya kichwa wamsahu bi ruusikum, albau lit-tab'idh inda madhhab Shafi. Kwenye madhhab Imamu Shafi, wa wamsahu bi ruusikum, na pakeni maji kichwa chenu. Sawa, hapa hiyo be iobe anasema ni baadhi ni baadhi ya sehemu ya kichwa. Kwa hiyo shekhi anasema mas-hu baadhi ras ni kupaka baadhi ya kichwa, wa in lam yakun alaihi sha'run, hata kama hicho kichwa hakina nywele, yaani mtu ana upara, ima huo upara wa asili au upara wa kunyoa eh apakae sehemu ya kichwa wa ngamun alehi shar hata kama kichwa hicho hakina nywele. wala yamsi mashu shahri, Shekhi anasema hakutoshi kupaka nywele peke yake a ras zilizokuwa ndefu kupitiliza mpaka wa kichwa sawa. wala yakfi Haitotosheleza. Sawa, masushali twala an hadi ras, kuzipaka nywele nywele ambazo zimekuwa ndefu zikatoka kwenye mpaka wa kichwa. Sisi tunaelewa eh? Hey, nywele yani mtu zimekuja akizishika akazishika, a kama mtu akina mama ana nywele ndefu si tunaelewa eh? Mtu kazishika nywele hapa natawaa, akachukua maji akazipaka hizi. Shekha anasema hapa sawa. So, sawatwala ahadi rasi, nywele zimekuwa ndefu, zimetoka kwenye mpaka wa nini, wa kichwa. Nywele zinazotakiwa kupakaliwa ni zile ambazo ziko kwenye nini, kwenye kichwa. Hizi zilizokuwa ndefu huko, Shekha anasema eh, huwezi za ukuziache mpaka huku zilikuanzia, usipake huku zilikuishia, si tumeelewa eh? Kwa hiyo masu ras ni kupaka sehemu ya kichwa, wailam yakuna alehi shar, hicho kichwa kitapataliwa hata kama akina nywele, wala yaksi masu hadi hadi ras wala yake haito tosheleza katika kutawala masfushani kuzipakaa nywele twala zilizokuwa ndefu anhadi rasi, kutoka kwenye mpaka kichwa kuzipakaa nywele hizo hakutotosheleza katika kuchukua uzi tama. Anasema nasokozecilei ni kuosha miguu miwili ilaikaadaiii sawa, mpaka kwenye mafuno mawili sawa. Shehe ameleta ila kwenye mikono alisema ma, na hapa angesema ma ingekuwa midabi au la. Sawa, ni kuosha eh? miguu miwili si, sisi Kiswahili sii si, tunasemana si, si maanake mguu ni yote sasa Unachoosha si ni icho kinachokanyana eh? Eh, lakini unaosha na mafundo ma, mawili, unaishia juu ya mafundo ma, mawili si. Sasa sisi sisi watu wa siku hizi mata tunatawadha kwenye bomba za kisasa eh? Eh, nuru yenu itakuwa kubwa sana kwa eh? sababu tunatawadha tunatawadha stai una yote mundi yoteutu nautia eh, maji. Na hadithi ya Bukhari, anasema nuru ya mtu itakuwa kwenye viungo anavyochukulia udhu. Nuru ya mtu siku ya Kiyama itakuwa katika viungo ambavyo anavyochukulia udhu. Siku ya Kiyama sio siku moja, siku ya Kiyama sio siku ya kiyama ni siku zina hatua hatua. Sawa, ni siku zina hatua hatua. Kwa hiyo kuna wakati mtasimama, kuna wakati mtaanza kuhukumiwa, kuna wakati kitapigwa kiza kiza kopoo, uone utakokwenda. Sasa hapa <NBC1> sasa, unzuruna naqtabis min nurikum, hmm, ua wanafiki wanasema, mbona tulikuwa tunaangaa lakini sisi ziwaki zimezima. <brainstorming> wanaambia wana, umini tusubirini tu tupate mwanga kutoka kwenu. Ataambia elijioraa kusaktakisunula rudini nyuma mkatafute mwanga huo, mwanga huo, kila mtu anapata mwanga wake. Hmm. Sasa kabla unavyorefusha viungo vya kutawala ndivyo ambavyo ile nuru itakavyokuwa inawaka, yaani eh, katika hatua tutakazozipita siku ya kiyama, ki itapigwa kiza. Uje ukiona kiza kama hicho kiza kweli kweli, lakini viungo vyote vya kusujudia na nauzi vitakuwa vinatoa nini eh, kumulikia wewe. Habari zake ni zito, habari ni zito sana. Mwenyezi Mungu atupe salama. Kwa hiyo faaia aaaai washukuru ma ina lazimu kuosha visigino viwili na mipasuko yake. Washukuru kima na mipasuko yake, uhakikishe imepata maji. Kuna watu miguu yao inapasuka vibaya sana, kuna watu miguu yao inapasuka vibaya ya mno. Sasa mtu ambaye anajua kwamba mimi miguu yangu inapasuka sana, hakikisha kwenye ile mipasuko unafanya nini? Eh, na kama kama ile hile ni pasuku waikaimani wewe bado badu Mtume tume amesema wayu bil aqabi minana eh, ole wao ni msikino na adhabu ya moto ole wao ni msikino na adhabu ya moto. Mtu eh, anaacha kuhakikisha kama kisikino chake kimepata maji vizuri, hasa hasa wakati wa baridi hasa wakatiwaau wakati mtu anatawadha aaunaa yali anataka yeye awai matokeo yake baadaye, ya kuwaya kutawadha vizuri, na kama ukutawadha kule na ukuswala, la yakbalu llahu salata ahdihi idha ahdatha hata yatawadha, Mwenyezi Mungu akubali swala ya mmoja wenu akiwa ana ana udhu, mpaka atawadhe kiswali we una uzu swala yako hakuna kitu kabisa. Kwa hiyo ghaslu rijlaini ila alkaabaini ni kuosha miguu miwili mpaka kwenye mafundo mawili fayajibu ghaslu alaakibaini, inalazimu kuosha visikino viwili washukuu qima na, ya debo, na seba, al al ni pasuko ya hiyo miguu na kulazimu uoshe. Anasema sita, attartibu baina al-a'dhai al-arbaa ni mpangilio wa viungo vinne, mpangilio kati ya viungo vinne sawa. So, viungo vinne ndiyo faradhi vi, kuviosha viungo vinne ndiyo faradhi uvioshe, hivi ndio lazima uoshe: uso, mikono miwili, kupaka kichwa na kuosha miguu miwili sawa. Kwa hiyo shehe anasema atartibu baina bwawa i albati, kuwe na mpangilio ulivyopangwa na sheria kati ya kuosha viungo hivyo vinne. Usianze miguu halafu ukaja usi kichwa. Usianze kichwa alafu ukaja uso. Ah, Mwenyezi Mungu mwenyewe kishapanga fakasilu ujuhakumu, osheni yuso zenu. Wa aidia kum ila ilanimarafu na mikono yenu mpaka kwenye mafundo hiyo. Unaanza uso unafatisha mikono. Wamsahu bi ruusikum paka yeni vichwa vyenu wa arjula kumu vilalina kaabaini na miguu yenu mpaka kwenye mafundo mawili. Kwa hiyo usibadilishe taratibu. Kwa hiyo hata kule tulikosema faradhi za udhu ni sita, ya mwisho ambayo ni taratibu, taratibu yenyewe iliyokusudia katika viungo vinne, vifaa lazima una <coughs>